Kwa hivyo kuna kikundi ambacho kina kina kiko hapa mjini, wanafanya utapeli kupitia kwenye maduka makubwa, maduka makubwa ya, wanauza vifaa vya jumla, vifaa vya ujenzi, mafuta haya ya kupikia eh, kwa kutumia mitandao ya simu. Hiki kikundi mpaka sasa tume tumebaini watu, watu sita kwenye kundi hilo. Ili kundi lina, lina, lina, lina, wanapita kwenye maduka wanasema tunataka labda kwa kiwango kikubwa la sementi mifuko 200, wanapewa mifuko mifuko kadhaa wakishapewa hizo sementi wasema, pesa utachukua mahali fulani. Kwa hiyo unakuta wafanyabiashara wetu wengi sana hapa wametapeliwa. Kwa hiyo tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026. 20, 20, 20. Eh, baada ya kupata hizi taarifa tulifanya msako wa kina. Kuna mwananchi mmoja alikuwa ame, ameibiwa kwenye duka lake saruji mifuko 60. Kwa hiyo tukabidi tufanye ufuatiliaji wa kina. Sana ili tujue ile kundi liko wapi. Baada, watusita, baada tuka, tuka, lipo, ali, ya ufuatiliaji tukafanikiwa kukamata watu sita, lakini baada ya kufuatilia tukapata ile sementi mifrostini kwa hiyo yote tukawa tumerecover kwa kushirikiana na yule mwananchi ambaye alikuwa ametapeliwa. Kwa hiyo kundi hili lipo, tumewashikilia, yuko anaitwa Ali Maulid Ali ana miaka 29 ni mshirazi wa Mwanyanya. Mwingine Salum Omary Abed ana miaka 37 Makonde wa Mwanyanya. Abdallah Kombo Khamis ana miaka ishirini na nane naye ni mshirazi wa Mwakaje. Mwingine Mudhiri Saidi Hamisi miaka 22 naye anakaa Mwanyanya huko. Mwingine ni Hamadi Idi, yeye ana miaka 35 mshirazi wa Bububu. Na yuko Suleimani Idi Musini ana miaka 35 yeye ye ni mkazi wa Kama. Hawa likundi hili ili kundi kubwa limeleta madhara makubwa mpaka sasa wameshatambuliwa kwenye kesi nne ambazo wametapeli wafanyabiashara na kuiba mali nyingi tu. Kwa hiyo niwape ni nataka ni, tu wito wangu hapa kwa wananchi wajue kwamba kuna hawa matapeli. Kwa mtu anapokuja kununua kitu dukani kwako, hakisha kwamba analipa pale pale. Kwambia utakuja baadaye, iwe vile kataa. Na hawa ni niwajulishe tu kwamba hapa mjini Magharibi hatutakubali tutakubali makundi kama haya yaendelee kuwepo. Sasa kuliko kundi ambalo tumelikamata linaitwa kujitegemea Amani Center. Kundi hili limetapeli kina mama wengi, limetapeli watu wengi. Kwa hiyo tunalishikilia kundi hili, tunaendelea na mahojiano nao, lakini niwaambie tu wananchi, hasa kina mama, unapoambiwa kuna mkopo, tulia, nenda kwa sheha eh, sheha atakuelewesha kama ni kundi linaloeleweka, linalofahamika, utajua. Kwa hiyo wananchi wawe na uhakika kwamba watakuwa salama, lakini yako mengi tu pia ya kusema. Tutatoa ajira za jeshi, ajira za polisi, ajira za eh, idara maalum za SMZ, ajira za kufanya usafi kwenye barabara ajira mbalimbali. Kwa hiyo niwataka wananchi tu, ukiambiwa mambo ya hovyo, nenda kwa viongozi. Nafikiri mitandao ya kijamii mliona juzi, kuna kundi linalita linajiita Low Battery, mliona wamerushwa, wana, wana, wana wanafanya mazoezi ya mapanga. Nafikiri mliona watu, wananchi wakapata taharuki kubwa. Sasa nilichotaka kusema tu ni kwamba kundi hili tumeshali kamata, tuna tumekamata kwenye kundi hili tumefanikiwa kukamata eh, tumefanikiwa kukamata watu sita. Kiongozi wao tunamtafuta, yupo, ana familia yake, ana mke, yeye ndo anayewalisha na kuwatunza. Wanajificha kwenye wanakaa kwenye misitu au wanajificha kwenye msitu wa Welezo pale. Tumeshawakamata na tumewahoji, wamekiri matukio mbalimbali ya kihalifu ya unyang'anyi mitaani, wanaonyang'anya wananchi. Kwa hiyo wako wako mbaroni, tunaendelea nao. Kwa hiyo wako sita hawa. E, nafikiri hawa tuendelee kuwahoji, lakini jamii ijue tu kwamba wamekamatwa. Niwatake wito kwa wazazi kwamba usikubali mtoto wako akaenda kwenye kikundi, anasema tuna kikundi chetu tuna maskani yetu tunaenda. Hii ni hatari sana. Kwa hiyo niwaambie wananchi tu kwamba tuko makini, tuko imara, Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Eneo la mwisho ambalo nitaka leo ni, ni, ni nilieleze kwa wananchi na nitoe wito pale, ni swala la usalama barabarani, ajali kwa kipindi kifupi hiki tumeshuhudia ajali nyingi sana zinatokea na zinasababisha vifo kwa wananchi. Ni ajali zinasikitisha. Yani jana tu watu wawili wamekufa katika mkoa wetu.